Mambo vipi? Karibu kwenye orodha ya ligi kumi bora kwa soka barani Afrika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Afrika imeendelea kukua kisoka na ligi hizi ndizo zinazotikisa bara hili kwa umaarufu, ushindani na uwezo wa kifedha. Nambari kumi, Sudan Premier League. Ligi ya Sudani ni miongoni mwa ligi kongwe barani Afrika. Timu mbili kubwa, Al Ahli na Al Merrikh, ndizo zinazoongoza kwa mashabiki wengi nchini humo. Hata kama ligi hii imekumbwa na changamoto za kisiasa, bado inasalia kuwa na mashabiki wenye mapenzi makubwa ya soka katika kaskazini na mashariki mwa Afrika. Nambari tisa, Nigeria Professional Football League. NPFL. Nigeria ni moja ya nchi zenye mashabiki wengi zaidi barani Afrika ikiwa na zaidi ya watu milioni 200. Ligi hii imezalisha nyota wakubwa kama JJ Okocha, Nwankwo Kanu na Victor Osimhen. Hata kama zawadi ya bingwa ni takribani dola laki moja na 30 tu, bado NPFL inazalisha vipaji vinavyotamba barani Ulaya. Nambari 8 DR Congo Linafoot. Ligi ya Linafoot ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejulikana sana kupitia timu ya Tipi Mazembe, moja ya klabu tajiri na yenye mafanikio makubwa Afrika. Tipi Mazembe imeshinda mataji mengi ya CAF huku AC Vita Club nao wakiongeza ushindani wa ndani ya nchi. Linafoot inabaki kuwa moja ya ligi zenye historia ndefu na mashabiki wa kweli barani Afrika. Nambari saba Angolan Girabola Girabola ni ligi kuu ya Angola na imepiga hatua kubwa katika miaka ya hivi karibuni. Klabu kama Petro de Luanda na Primeiro de Agosto ndizo zinazoongoza kwa mafanikio. Uchumi wa mafuta wa Angola umeisaidia ligi hii kudumu kifedha na kuvutia uwekezaji mkubwa katika michezo. Nambari sita. NBC Premier League ligi kuu Tanzania imepanda chati haraka na sasa inashika nafasi ya sita Africa. Klabu kubwa kama Simba Sports Club na Young Africans zimeifanya ligi hii kuwa yenye ushindani mkubwa na mvuto wa kipekee Afrika Mashariki. Bingwa wa ligi anapata zaidi ya dola laki mbili na thelathini na mashabiki wake wameifanya kuwa moja ya ligi zenye za uhai zaidi barani Afrika. Nambari tano Tunisian League Professionnelle 1 nchini Tunisia. Timu kama Esperance de Tunis imeweka historia kubwa katika soka la Afrika ikiwa na mataji manne ya CAF Champions League. Ligi hii ni ya ushindani mkubwa na zawadi ya bingwa inafikia zaidi ya dola laki tatu. Tunisia inasalia kuwa moja ya nguvu za kaskazini mwa Afrika. Nambari nne, Algerian Ligue Professionnelle 1. Ligi ya Algeria ni nyumbani kwa klabu kama CR Belouizdad na ES Setif Ambazo zimewika kwenye michuano ya CAF. Zawadi ya bingwa ni takribani dola laki nne, na Algeria inaendelea kutoa wachezaji wa kimataifa kama Riyad Mahrez na Islam Slimani. Number three, South African Premier Soccer League PSL. PSL ya Afrika Kusini ndiye ligi tajiri zaidi barani Afrika ikitoa zawadi ya zaidi ya dola milioni moja nukta moja kwa bingwa. Klabu kama Mamelodi Sundowns imekuwa moto wa kuotea mbali ikishinda mataji na kupata umaarufu mkubwa Afrika nzima. Udhamini mkubwa kutoka kwa makampuni kama ABSA, Nedbank na DStv umeifanya ligi hii kuwa thabiti kif fedha nambari mbili. Botola Pro. Ligi ya Moroko imepanda hadi nafasi ya pili kutokana na mafanikio ya timu kama Raja Kasablanka na Waidad Kasablanka ambazo zimefika hatua za juu za kafu mara nyingi. Bingwa wa ligi hupokea kitita cha dola laki nne na themanini hadi laki sita. Botola pro ni miongoni mwa ligi zenye mashabiki wengi na vipaji bora. Nambari moja, Egyptian Premier League. Na hatimaye nafasi ya kwanza inashikiliwa na ligi kuu ya Misri. Ni ligi yenye heshima kubwa zaidi barani Afrika, ikiwa na mataji kumi na tisa ya CAF. Klabu kama Al Ahly na Zamalek zimeweka viwango vya juu vya ushindani na miundombinu. Bingwa wa ligi hupokea kiticha cha dola laki tano hadi laki sita na Al Ahly anasalia kuwa klabu tajiri zaidi Afrika yenye thamani ya takriban euro milioni 29. hizi ndizo ligi kumi bora kwa soka barani Afrika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni wazi kwamba soka la Afrika linaendelea kukua kwa kasi likiwa na mashabiki, ushindani na fedha zinazoongezeka kila mwaka. Kuendelea kupata stori kali na za kusisimua, subscribe channel yetu na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tunapopandisha video mpya kila siku.